Kwanza niseme nimefarijika, nime na kwamba leo nimepata uh, kitambulisho changu cha kupiga kura na uh, nimekuja kujiandikisha, kwanza kutimiza wajibu wangu, lakini ya pili, uh, kuwahamasisha. Nataka nitumie nafasi hii kuhamasisha watu wengine, hasa vijana na kina mama wajitokeze kwa wingi, waende wajiandikishe kule ambako ratiba imefikia sasa. Niwaombe wajiandikishe kwa wingi ili wapate haki ya kupiga kura, wapate haki ya kutimiza wajibu wao kwa nchi yao. Watu wasipuuze waende. Na mimi nashukuru Mungu, mashine imekubali vidole vyangu, imekubali picha yangu, na naamini na, na, na, na muda niliyotumia ni kidogo sana. Lazima niwe shahidi wa hili kwa kweli, muda niliyotumia wa kuanzia kurudiwa mpaka kwenda kujiandikisha, Uh, kuchukua alama za vidole, kupiga picha na kupewa uh, kadi yangu ni, ni muda mfupi. Kwa hiyo uh, niwahimize na kuwahamasisha watu wengi wajitokeze, kadi inavyowezekana Watanzania wengi wajitokeze waende uh, wapige kura. Na tume, tuwaombe kwenye maeneo yale ambayo mpaka unafika mwisho wa siku walizopanga kama watu bado wapo waangalie namna ya kuongeza ya muda, ili ikiwezekana kila Mtanzania mwenye haki ya kuandikishwa kupiga kura basi apate ya nafasi ya kuu moja. Tutoe wito hasa kwa wenzetu, tunadhani na, na, na hasa ni mikoa ya ya, ya, ya ya mwambao, kwamba tatizo kubwa ambalo limezungumzwa ni utaratibu uh, wa watu kutaka kujiandikisha zaidi ya, za ya mara moja tuwakumbushe tu vijana wenzetu kwamba ni kosa la jinai, na ukikamatwa adhabu yake ni kubwa. Wanasiasa watapenda kuwatumia vijana wajiandikishe zaidi ya mara moja, lakini hakuna namna ya kujiandikisha zaidi ya mara moja mashine zisigundue. Kwa hiyo unaweza ukaenda mara moja mara mbili mara tatu mara ya nne, ukakamatwa. Na ukikamatwa aliyekushawishi kwenda kujiandikisha zaidi ya mara moja hata kuwepo atakayekabiliana na mkono wa sheria ni wewe kijana mwenzangu. Kwa hiyo nadhani tufuate utaratibu, tujiandikishe mara moja. Na wako wanaowasukuma wa, wa, watoto wadogo chini ya umri unaotakiwa wakajiandikishe waka, hili nalo si, si jambo jema, tuangalie sheria itachukua mkondo wake. Lakini yako maeneo ambayo tumeambiwa mashine zimekuwa na shida, pengine tuwaombe wenzetu watume, ni vizuri waka wakachukua hatua mapema badala ya kukaa muda mrefu, inapita siku tano, siku sita, siku saba, ufumbuzi wa tatizo haujapatikana. Nimesikia kwa mfano na Chingwea ambako mashine zimesumbua. Sasa ikichukua muda mrefu sana, inakatisha watu tamaa. Hata mkija mkirudi baadaye mmezitengeneza mashine zile, uh, bado watu wanakuwa kama hawaamini hivi. Kwa hiyo tunaweza tukajikuta tumeandikisha watu chini ya kiwango, uh, chini ya, ya namba iliyotakiwa, lakini kwa sababu pengine walikata tamaa ni vizuri tatizo likipatikana papo, tume waingilie kati, walitatue waendelee na kazi ya zinaonyesha akina mama wanaojiandikisha ni wengi kuliko uh, wanaume na kuliko vijana wa kiume. Sasa tuangalie namna fulani hivi ambayo inaweza ikawapo upendeleo maalumu wakajiandikisha mapema wakarudi kushughulikia mambo ya familia.